Hello guys, ni Millionaire cap hapa. Leo nataka tuende kwenye lesson ambayo ni masuala ya candlestick patterns hizi. Baadhi tutatumia candlestick hizi, I mean hizi tutatumia ndio zitakuwa kama patterns zetu kuashiria kama utakuwa na uwezekano mkubwa wa market maybe kwenda hivi au kwenda hivi. Sasa, leo katika pattern ya kwanza ya candlestick ambayo tutaenda kulana, yani tutaelekeza ambao inajulikana kama engulfing candlestick. Yeah, kisikia neno engulfing candlestick hapa ndipo nitakwenda kukuelewesha jinsi gani inavyokuwa. Na jinsi gani unaweza kuitambua na jinsi gani unatumia. Kwa hiyo make sure unanisikiliza kwa makini na hii ndio opportunity yako ya kujifunza trading kidogo kidogo ili upunguze kupoteza pesa au uondoe kabisa swala la kupoteza pesa katika trading platforms. Sasa tukija kwenye swala la engulfing, hii ni aina ya kendostik ambayo huwa imeiziba kendostik ya nyuma yake kuanzia juu mpaka chini. Hii ndio maana ya engulfing patterns au kendostik inakuwa imeiziba. Let's assume tukija kuangalia kendostik hii, kendostik hii kwa kuangalia kwa chini, kweli imeziba, lakini kwa juu haikumziba, kuna hichi kiwiki cha kendostik ya nyuma. Kwa hiyo hii hatuwezi tukasema ni engulfing kendostik. Kini kisikia neno engulfing, yani ni kendo ambayo imeleisa shumu, ime kwa hapa ingikuwa imemzidi huku, imemzidi na huku, yani huyu kazidiwa kwa kila kitu au huyu hajamzidi chochote kwa huyu, lakini kija kuangalia huyu mdogo alopita nyuma amempita huyu kidogo kwenye kiwiko, kwa hii hatuwezi tukasema engulfing. Lakini lesa shumu kama hii ingikuwa ni engulfing, mba tuchukuli ingikuwa imezidi na rangi ni hii ni red, ni bearish. Kwa wapa ina maana gani ya bearish? yani sellers wana wameshikilia market kwa muda huo, kwamba tuchukulie hii ingekuwa ni ndefu zaidi ya hii hapa, ina maana kwamba e, huku ingeendelea kushuka chini kwa sababu sellers wameshikilia market, umeelewa? Na let's assume kama tukija kwenye hapa hii, tunaona ni kubwa, imeizidi kwa urefu kwenda juu, lakini tukiangalia chini pia, hii kiwiko kwa kiasi fulani imezidi, lakini hii nayo tuweze tukasema ni engulfing ya tuwezi wasema ni utaangalia baadhi ya vitu ambavyo vya kashiria kama kutuonyesha imezidi juu, imezidi na chini, kamba hapa kuonyesha kwamba <coughs> bearish, I mean bears, o bullish ambao mba mishika kwenye market hii, kwa ulesa shumu mfano wa hizi candles, kamba tukiangalia hapa, mfano ni ya hii hapa kwenye candlestick hii hii hi, hizi ndio tunaziita engulfing engulfing patterns, ambazo tukiziangalia kama kwa hapa, tukiangalia candlestick hii imezidi candlestick hii, sababu kwa huku imezidi na kwa huku pia imezidi candlestick hii. Na tukiangalia hii candlestick ni ya kijani, inamaanisha buyers ndio wana nguvu muda huu. Kwa hiyo sasa stop loss yako utaiweka kwenye chini ya hii candlestick, maybe imeenda vibaya Hinao, tukiangalia baada ya hii kutokea, kweli market ikaenda hivi, lakini at the end of the point ikaenda juu, na kwa inaenda juu kitu kama hichi. Kwa hiyo hii ni moja tu kati hizi engulfing candlestick. Kwa hiyo ukikutana na candlestick kama hii, jua nini cha kufanya. Tukiangalia mfano mwingine, labda hapa kwenye hizi engulfing candlesticks, yeah tuchukulie hii hapa, tukiangalia hii hapa ma tunavyoona hapa imeizidi hii I an mean, hii ni ndogo, imezidi kwa juu kwa chini, imezidi kwa juu ksa kama hapa tukishaona, a tutaangalia tu rangi ya hii candlestick kama ni bullish, ya, tuna, ni na, yani, yamin, engulfing make sure, ama sio? Kama tukiangalia hapa hii kweli, kitokea hivi inamaanisha maanisha ni buyers au sellers ndio wameshikilia market muda huu. Muda huo na wameshikilia market. Na kama tukiangalia hapa kweli, hii hapa ilikuwa ni engulfing na market kweli ikaja ilipanda juu. Stop loss yetu tutaweka kwa hapa. I mean, tutaweka kwa chini ya hii hii nini hapa candlestick. Kwa jaribu kutumia njia hii na utaona faida yake. Kwa wale watu wangu wa VIP group Nipende kuambia kwa kwamba make sure kila mtu anaandaa stake yake tomorrow. Nadhani nitatuma signals, na wale wanafunzi wangu make sure mnaenda vizuri na muda ya ili tuendelee na lesoni. Kila mtu aendelee na mambo yake of course. Natakia siku njema na asanteni sana.